Unaweza ukajiuliza kwa nini mradi wetu huu mpya tumeuita Sunset, pameitwa Sunset hapa? kwa sababu pako karibu kabisa na bahari na ni upande ule ambao jua wakati linazama unaliona kwa karibu kabisa. Ile goldish goldish ya jua kuzama unaiona kwa ukaribu. Lakini jua likizama, lina namna fulani hivi, ukilitazama unapata muda mzuri wa kujitafakari na kujitathmini kama mtu hapo ulipo ufanye nini kwenye maisha yako kufikia mafanikio zaidi. Na sehemu bora kabisa ambayo unapenda kutulia na kuishi ni nyumbani kwako, na ndio sehemu pekee unakuwa huru na una kujiona kama mfalme katika eneo lako. Basi karibu Halisia Real Estate, tutimize ndoto yako hiyo kwa kukuzia viwanja katika mradi wetu mpya huu hapa wa Sunset, ambako hautakuja hapa ukiwa mgeni na mpya. Tayari kuna makazi, kuna barabara nzuri. Unachagua uingilie Mapinga ama uingilie Mbweni Chini, ni kilomita mbili tu nukta tano, unakuwa umefika katika eneo hili, katika barabara nzuri kabisa ambayo unaingilia pale Mbweni Jeshini. Unachagua eneo unalolitaka kama unahitaji kulipa cash, kama unahitaji kufanya installment, tunakupa mpaka miezi sita kuweza kulikamilisha hilo. Piga simu leo. Kingine kikubwa sana ambacho natamani ukifahamu ni kwamba katika eneo hili ni mita chache tu, jioni unaweza ukatembea mpaka kufika pembezoni mwa Bahari ya Hindi, ili uweze kutazama namna jua linavyozama na ukijenga ukanyanyuka kidogo juu ghorofa moja tu, basi maji hayo hapo Umeyaona. Karibu sana katika eneo hili la Sunset Project kutoka Halisia Real Estate.